Naam, karibu kwenye Gumzo Updates. Tunaelekea tena visiwani Zanzibar, huko katika Mahakama Kuu leo ambapo ilisikiliza hoja za kisheria kuhusu mamlaka ya mwanasheria mkuu wa Zanzibar kuwakilisha taasisi za muungano katika mashauri yanayosikilizwa ndani ya Zanzibar. Hoja hizo zimewasilishwa na wakili Omar Said Shaaban anayewakilisha wagombea ubunge 19 wa chama cha ACT Wazalendo, akidai kuwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar hana hadhi ya kisheria ya kuzitetea taasisi za muungano ikiwemo tume huru ya uchaguzi kwa mujibu wa katiba ya jamhuri ya muungano na katiba ya Zanzibar. Upande wa serikali umejibu kwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar anawajibu katiba kulinda maslahi ya umma na kusimamia utekelezaji wa sheria ndani ya ardhi ya Zanzibar. Hata hivyo, wakili wa waombaji amesema endapo maslahi ya umma yanahusika, mwanasheria mkuu alipaswa kwanza kuomba ridhaa ya mahakama au kushiriki kama rafiki wa mahakama ambalo halikuwa limefanyika. Mahakama imetangaza kwa amuzi mdogo kuhusu swala hilo walitolewa mnamo tarehe 6 Januari mwaka 2026. Wakati huo wa taarifa nyingine ambayo tufikia hapa kwenye Gumzo Updates ni tukio la mwenyekiti wa taifa wa ACT Wazalendo na makamu wa kwanza mstaafu wa rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman kujumuika na viongozi wa kitaifa waumini wa, wa Kiislamu pamoja na wananchi katika maziko wa ya bibi marehemu bibi Fadia Abdallah Saif Albahri yaliyofanyika kisiwani Unguja hivi leo. Marehemu bibi fahadi ambaye ni mama mkwe wa mheshimiwa Mansoor Yussuf Himidi, mmoja wa makada wa siku nyingi wa chama cha ACT Wazalendo, alifariki dunia usiku wa Disemba 29 katika hospitali ya Lumumba alipokuwa akipatiwa matibabu. Swala ya maziko imefanyika kwenye msikiti wa Jamii Zanzibar, Mazizini, ikiongozwa na mufti mkuu wa Zanzibar Sheikh Saleh Omar Kabi, kabla ya maziko kufanyika kijijini kwao Kazole, wilaya ya Kaskazini Mbili miongoni mwa matukio yaliyoibua hisia kali kwenye maziko hayo kusalimiana kupeana mikono hadharani kati ya Dr Hussein Mwinyi na Alhaji Othman Masudi, tukio ambalo limeelezwa kuwa la kwanza kwa viongozi hao wawili kuonekana hadharani wakisalimiana. Mkuu wa Oktoba 29, 2025. Katika uchaguzi huo tume ya uchaguzi wa Zanzibar ilimtangaza Hussein Mwinyi wa mshindi, matokeo ambayo yamepingwa vikali na Othman Masoud pamoja na chama chake cha ACT Wazalendo. Tukio hilo la kusalimia limeelezwa na baadhi ya wa wananchi kuwa ni ishara ya heshima ya kijamii katika wakati wa majonzi, huku wengine wakilitazama kama ujumbe wa ustaarabu wa kisiasa licha ya tofauti zilizopo na uvumi wa chini chini ukiashiria kile ambacho kinakuja baada ya siku kadhaa kupita kwa chama cha ACT Wazalendo kuto kuitambua serikali iliyopo na kuto kushiriki kwenye serikali ya umoja wa kitaifa je, nini maoni yako? Unadhani kwamba njia imefunguka sasa kwa ACT Wazalendo kushiriki kwenye serikali hiyo? Tuandikie hapa na iwe sehemu ya mazungumzo yetu.